Karibu tujadili kuhusiana na selimundu ama sikosel. Nini ambacho unafahamu kuhusiana na ugonjwa huu, hasa ambao umekuwa uh, wa kurithi uh, kutokana na kusababishwa na hitilafu katika vinasaba vya damu? Lakini kitaalamu zaidi na kwa uelewa zaidi, tutazungumza hapa na daktari ambaye atatupa ufafanuzi huu, ambaye yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu na Dr Koga uh, Luhulla ameungana uh, nasi hapa kuzungumza zaidi katika hili karibu. Sana daktari. Naam, zimefanyika pia tafiti mbalimbali mbali, uh, kubaini kuhusiana na ongezeko uh, la wanaoishi na vinasaba vya Selimundu pia hapa nchini. hmm. na pengine pia tungepata kufahamu uh, kwa upana, kwa sasa hali ikoje kwa mujibu wa tafiti ambazo uh, zimeeleza. Asante, uh, kwa tafiti ambazo zimefanyika zinaonekana Tanzania ni kati ya nchi ya tano kuwa na wagonjwa wengi wenye sikosol, na nchi ambazo zingine zinaongoza ikiwemo India, uh, Nigeria, Congo, Angola. Uh, kwa hiyo Tanzania ni nchi ya tano kuwa na wagonjwa wengi wenye sikosol na kwa Afrika ni nchi ya nne, na kwa mwaka tunapata wagonjwa wapya na watoto wanaozaliwa wenye ugonjwa wa sickle cell wanafika elfu kumi na mbili mpaka elfu kumi na nne kwa tafiti ambazo zimefanyika, lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba asilimia ishirini ya watu waliopo Tanzania wana kinasaba cha sickle cell inaelezwa mm -hmm. mm -hmm. kwamba kuna ongezeko. Kwa nini ongezeko na hali hii inatokana na nini pengine dokta? Labda um, nisingesema ni ongezeko lakini ni vile sasa hivi tafiti zinafanyika sana kwa hiyo kumekuwa na coverage kubwa ambayo inazidi kuonyesha kwamba ugonjwa huu, hasa wale ambao wana wanakuwa na vinasaba wako wengi, lakini mm, mm -hmm. Uh, pia ni, ni vizuri kufahamu uh, ni ugonjwa wa namna gani na ni watu wa aina gani pia ambao wako hatarini zaidi kupata. okay. Uh, ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi na ni ugonjwa ambao unatokana na hitilafu kwenye kinasaba kwa sababu kila mtu ana, ana risi kinasaba kimoja kutoka kwa baba kingine kutoka kwa mama. Kwa hiyo siko seli inatokea pale ambapo mtu ana risi kinasaba chenye hitilafu kutoka kwa mama na kingine kutoka kwa baba. Kwa hiyo anakuwa na vinasaba viwili vyenye hitilafu. Kwa hiyo wale wenye vinasaba viwili vyenye hitilafu ndio tunaita ugonjwa wenye siko seli, lakini kuna baadhi ya watu ambao wana hitilafu kwenye kinasaba kimoja. Wao tunawaita ni keria, yani wao wana hitilafu kwenye kinasaba kimoja, wao wanakuwa sio wagonjwa, lakini wanakuwa wameshika ile uh, jini ambayo ina kinasaba, yani kile chenye hitilafu, na wanakuwa na hatari ya kupata watoto wenye siko s kama watapata wenza ambao wana hitilafu kwenye kinasaba. Uh, unawezaje kutambua uh, kwamba uh, una vinasaba ama kuna kinasaba chenye uh, selimundu? mm-hmm. Kwa sababu mtu ambaye ana kinasaba cha selimundu, maanake ni kwamba katika vinasaba vyake viwili, kimoja kinakuwa kiko sawa, kingine kinakuwa na hitilafu ya sikoseli. Kwa hiyo, namna pekee ambayo atajua ni kwa kufanya kipimo cha sikoseli, ambako itaonyesha kwamba huyu ana seli za kawaida, lakini pia ana kiwango kidogo cha selimundu ambacho hata kuwa na dalili za sikoseli kwenye orodha ya nchi tano ambazo umezitaja, nchi moja tu inatoka nje ya bara la Afrika, kwa maana ya India. Kwa nini Afrika uh, inaonekana kuna shida hii zaidi uh, Nafikiri ni kuna kitu sisi tunaita mutation, ambao kwa kiswahili tunasema ni kama hitilafu kwenye kinasaba. Kwa hiyo kwa zamani wanasayansi katika kufanya tafiti waligundua wakati mwingine zile hitilafu zilitokea kwenye ukanda ambao unaathiriwa zaidi na malaria. Mm. Mm. Mm. Na hasa katika kanda mfano kanda ya ziwa, mm. eh, ya ziwa ni maeneo ambayo yanatajwa zaidi eh, kuathiri huko watoto. mm. mm. Kuna sababu yoyote ambayo ime, inaweza ikahusianisha pia na, na eneo la kijiografia? E, ni kweli kuna sababu nyingine kwa sababu kama eneo la kijiografia watu wengi wana kina saba na unakuta watu wengi wanaoana katika maeneo hayo hayo. Mm. Kwa hiyo ni rahisi kupata wagonjwa wengi zaidi katika maeneo hayo. Hey, inawezekana kwa uh, wazazi wote kuwa na vinasaba hivi uh, na mtoto asiwe nacho um, kwa maana asipate sasa ugonjwa huu wa sikosel ama selimundu? Ndio, inawezekana. Uh, tutaangalia baadaye namna ambavyo ugonjwa unaweza uka, ukarithiwa uka, lakini wazazi wenye vinasaba wanaweza kupata mtoto ambaye hana kabisa kinasaba chenye sikosel so? Pale ambapo mtoto atapata kile ambacho hakina itilafu kwa baba na kwa mama pia. Lakini wakati mwingine mtoto anaweza akapata ambacho hakina itilafu kwa baba, lakini akapata chenye itilafu kwa mama, anakuwa ni keria. Lakini anapopata sasa vyenye itilafu vyote viwili ndo anakuwa mgonjwa, na hakuna namna ambayo eidha daktari au mwanasayansi anaweza ku, ku, kuhisi kwamba mtoto atakayekuja atakuwa ni wa aina gani. Unaweza ukakuta katika watoto wanne wanaozaliwa wote wako sawa au katika wanne wanaozaliwa wawili wana sickle cell au mmoja ana sickle cell. Kwa hiyo ni issue ya probability, tunasema mm -hmm. chance. kuna, kuna, kuna kuna tiba pengine ya ugonjwa huu wa Selimundu? Kabla ya tiba pengine mm. kufahamu zile dalili, kwa maana dalili zake, sickle cell ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wote wa mwili lakini hasa kwa sababu ni ugonjwa wa kurithi, dalili zake zinaanza mapema baada ya mtoto kuzaliwa. Mm -hmm. Mara nyingi watoto wanapozaliwa huwa wanakuwa na seli sisi tunaziita hemoglobin F ambayo mtoto yote anapozaliwa anakuwa nazo, zile huwa zinabadilika baadaye zinakuja kutengenezwa hizi za kawaida za watu wazima. Kwa hiyo wanapozidi kukua, zile F zinapungua, zinatengenezwa hemoglobin za kawaida. Kwa hiyo zinapoanza kutengenezwa hizo za kawaida, ndipo zile ambazo zina sickle cells zinaanza kujitokeza na hapo ndio dalili zinaanza kutokea. Kwa hiyo mara nyingi dalili tunaanza kuziona kuanzia mtoto akiwa na miezi mi, mitatu, minne, mitano, sita na kuendelea. Na dalili hasa ya sikosel ni kwamba mara nyingi kwa sababu changamoto kubwa ya huu ugonjwa ni kwamba seli inakuwa inajikunja, inatengeneza kama sikosel. Kwa hiyo seli ikijikunja, inakuwa ina, inajikunja na kujikunjua. Ina, inajikunja na kujikunjua. Kwa hiyo inakuwa haina maisha marefu. Seli kawaida za hizi seli nyekundu za damu zinaishi kwa siku mia moja ishirini katika mwili wa binadamu, lakini kwa mgonjwa wa siko seli, zinaishi kwa muda mfupi zaidi, kwa hiyo kupelekea mgonjwa huyu kuwa na upungufu wa damu mara kwa mara, kwa sababu seli zinavunjika. Ile kujikunja na kujikunjua inafanya seli zinavunjika. Lakini pia siko seli kwa jinsi zilivyo, seli zinatakiwa ziwe zinakimbiana, yani kwa kitu tunaita zina repel, zinakimbiana. Kwa hiyo siko seli zenyewe badala ya kukimbiana zinashikamana o zinatengeneza kama uh, kuzuia damu isiende katika mishipa ya damu hasa ile ambayo ni midogo midogo. Kwa hiyo inaleta maumivu, maeneo ya mwili yanakosa oksijeni na mtoto anapata maumivu. Kwa hiyo mojawapo dalili pamoja na kwamba anapata upungufu wa damu ni hayo maumivu ambayo huwa yanatokea, na wakati mwingine kwa watoto wadogo unakuta vidole vinavimba kwa sababu havipati damu ya kutosha. mm. uh. Hey, kuna namna ya kudhibiti eh, ongezeko la ugonjwa huu wa selimundu na ile udhibiti unapaswa kufanya nini hasa kwenye jamii uh, kwa namna ya kudhibiti kwa sababu huu ni ugonjwa wa kurithi um, namna ya kudhibiti ni pale ambapo uh, vijana kabla ya kwenda kwenye mahusiano kwenye ndoa, wangeweza kupima na kujua hali yao ya selimundu, kujua kama yeye ni keria. Ina maana ukishajua kama wewe ni keria, utakapopata mwenza utajitahidi kwamba naye na apime, asiwe na vinasaba au la, kama atakuwa na vinasaba, basi mnakuwa mnajua kabisa kwamba kuna uwezekano wa kupata mtoto mwenye sickle cell na mkajua kwamba mkishapata mtoto wenye sickle cell namna ya kuwakea mapema hmm, wanapozaliwa. Kwa hiyo namna ya kudhibiti ni kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa, kabla ya kupata watoto, maana kabla ya kupata watoto hmm. Kwa tafsiri hiyo kwamba mnapaswa kupima ili uweze kufahamu kwamba wewe una vinasaba na mwenzako na vinasaba. Kwa hiyo sasa pale suluhu pekee ni wale kutokuoana. Sasa kwa, kwa, kwa, kwa muktadha huo dokta, ama kutopata watoto, kutu, kutu, pata, mm -hmm. Mm -hmm. na watoto, na um, upo mawazo labda kwa yule ambaye anakuwa na hivyo vinasaba, kuna namna yoyote anaweza baadaye akaugua kutokana tu na kuwa navyo au anaweza akawa na vinasaba lakini akawa hana ugonjwa huo? Kwa wale ambao wana vinasaba hawaugui Mm -hmm. Hawaugui sikuso, japo kuna baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba labda wenye vinasaba wanaweza wakapata uh, hatari ya kupata magonjwa fulani fulani kama magonjwa ya figo, lakini hawaugui. Kwa hiyo mm -hmm. inawezekana hivyo, ha, yapo mengi pia katika Selimundu daktari, labda tuweze kuona pia um, hapo baadaye uh, ama muda mfupi ujao tuweze kuangalia miongoni mwa yale ambayo mm -hmm. karibu daktari mm -hmm. utatuelezea Uh, zipo uh, tafiti ambazo zimefanyika kama ambavyo tumekujuza, lakini uh, tutaona pia hapa kile ambacho kinabainishwa na utatuelezea uh, kwa kupata uelewa zaidi uh, kuhusiana na hili, lakini wakati uh, tukisubiri hilo, uh, awali mwenzangu aliuliza kuhusiana na wenza, hasa kuwa pamoja. Karibu daktari, usogee kidogo. Wenza kuwa pamoja wakati wote, wana vinasaba Uh, kuna hatari yoyote ambayo ama kuna uwezekano wote pia wa kitaalamu ambao una, una, unaweza kuwezesha wasipate ama hata mtoto atokee bila uh, kuwa na, na ugonjwa huo? Uh, inawezekana lakini ni gharama kubwa kwa sababu itabidi labda watoto uh, tufanye IVF ile ya kutengeneza watoto pembeni, mm-hmm. Alafu wale wanapimwa, yule ambaye atakuwa sasa ndio hana sickle cell ndio akapandikizwa mama. Mm. Lakini ni utaalamu ambao ni gharama sana kama unavyofahamu. Mm, haya -hmm. mm. Uh, sasa wengine tuelezee kuhusiana na hivi vinasaba na okay, utatupa pia uh, mgawanyo huo mzuri sawa. okay, so. Uh, kwa hii picha inaonyesha namna ambavyo sickle cell inaweza kurithiwa na kama unavyoona, hawa ni wazazi wawili. Hii ya bluu ni kuonyesha kwamba huyu ni normal gene, yani ni uh, damu ambayo haina hitilafu, lakini hii ni ile ambayo ina sickle cell. Hii nyekundu ina sickle cell na hii ya uh, blue, hii ya blue haina sickle cell ehe, ni ya kawaida. Sasa wazazi hawa wawili, baba na mama, wanapokuwa wana wamebeba hii trait, yani wamebeba kina saba, hawawi wagonjwa kwa hiyo wanakuwa hawajui hali yao ya ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo wanaoana, wakishaoana oana wanapata watoto. Sasa kila mtoto atachukua kimoja kutoka kwa baba na kingine kutoka kwa mama. Sasa ukija mtoto namba moja hapa, huyu hana sickle cell, ana vyote vya blue kwa maana amechukua blue kwa ya baba, amechukua blue ya na, baba, blue, na blue ya, ya mama. Mama kwa hiyo Ma. ametoka, ni mtoto ambaye hana sickle cell kabisa. Lakini hawa watoto wawili katikati mm. ni watoto ambao amechukua bluu moja na nyekundu na mwingine tena akachukua nyekundu kwa baba na bluu ya mama kwao yeah, wakatoka watoto ambao wamebeba kinasaba, mm -hmm. na wao pia sio wagonjwa nao ni keria wa sikoseli. mm -hmm. lakini huyu mtoto hapa amechukua mm -hmm. nyekundu kwa baba na kwa mama akatokea mtoto mwenye sikoseli ambaye sasa huyu ndio atakuwa mgonjwa. lakini sasa diagram kama inavyoonyesha, naona inaonyesha watoto wanne lakini haina maana kwamba wewe kama utapata watoto wanne kwa mtoto mmoja, atakuwa, utakua, kwa, hana utatiririko utakuwa kama hivi hapana, yeah. Sio kwamba mtoto wa kwanza labda ndio anakuwa atakuwa kawaida au mtoto wa kwanza yuko hatarini zaidi hapana, yani ni inaonyesha tu namna ambavyo inarithiwa, lakini sio kwamba ndio itakavyotokea kwenye maisha ya kawaida mm. Kwa sababu tunawaona ambao watot, wanazaa watoto wanne, either wote hawana sikoso mm. Au unapata watoto wanne, watatu wote wana sikoso au katika wao wanne ni careers wote kwa hiyo haina, haina fomula , yani na hakuna namna ambapo daktari anaweza kuhisi kwamba utapata mtoto wa aina gani, kama kwa hiyo inawezekana kwa, kwa wazazi wenye vinasaba wote bado pia wakapata watoto ambao hawana si, nani Selimundu. Ndio inawezekana kabisa. mm -hmm. Uh, tuangalie lingine kutoka hili uh, yote katika kujenga uelewa okay. mm -hmm. uh, hizi ni picha tu zinaonyesha uh, seli za damu na ni picha ambazo sisi madaktari wote tunaziangalia kupitia kwenye darubini. mm -hmm. Kwa hiyo hizi ni cell za damu, sio picha ni, yani ni reality ya namna cell za damu zinavyoonekana, lakini sasa huyu ni mgonjwa mwenye sickle cell mm -hmm. ambaye utaona kuna baadhi ya cells zake ziko kawaida kama hii zinakuwa kawaida lakini, hi uh, hizi ni white cells okay. lakini <laughs> hii ni mfano mzuri wa sickle cell ambayo inajikunja yeah. Mara nyingi sio kwamba seli zote zinajikunja kwa wakati mmoja mm -hmm. Lakini zinapokosa like, oksijeni mara nyingi ndo zinakuwa zinajikunja. Sawa, mm -hmm. mm -hmm. Tumalize na hili la mwisho hii sasa ni, mm. kwa, a, kwa hivi kidogo. Ni video ambayo inaonyesha namna ambavyo damu inapita mm -hmm. kwenye mishipa ya damu kwa mtu wa kawaida lakini pia kwa mgonjwa mwenye sickle cell. Ambapo mm. ukiachana na kwamba seli zinajikunja na kujikunjua mm. na, na kupata upungufu mm. ule wa damu sasa kwenye mishipa ya damu, kikubwa ambacho kinatokea kwenye siko sal ni kwamba kwa mgonjwa wa kwa mtu wa kawaida mm. damu inapita tu vizuri, kwa sababu zile seli zinaweza kujikunja zikapita hata sehemu ambapo pako pembamba kama hapa mm. inaweza kupita, lakini kwa mgonjwa mwenye siko sal, zile seli kwa sababu zinashindwa ku, yani zinashikana mm. kwa namna zilivyo, zinashindwa kupita kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo unakuta kama mishipa ya damu kidogo iko uh, membamba inaishia kustack kama hivi. Kwa hiyo unakuta zimeshikana, damu inakuwa haiendi, kwa hiyo inapelekea mgonjwa kupata sio tu maumivu lakini pia uharibifu wa baadhi ya viungo katika mwili mm -hmm. Hii ni video uh, pengine tu, kama tunaweza kuiplay kidogo kuiona Uh, tutaiona tuta, tuta, tuta pia. mm -hmm. uh -huh. Uh, sasa daktari, uh, sickle cell inatibika ama haitibiki na kama inatibika matibabu yake ni ya namna gani? Asante sana kaka Richard. mm. Uh, sickle cell ina matibabu lakini ni ugonjwa ambao tunasema unatibika lakini hauponyeki kwa sababu ni ugonjwa wa kurisi na mm -hmm. unatokana na hitilafu kwenye kinasaba, kwa hiyo namna pekee unaweza ukasema una utibu ni kwa kuu rekebisha ile hitilafu ambayo, ah, ni matibabu yapo yanapatikana mm -hmm. lakini ni matibabu ambayo ni yako kwenye hali ya juu, na bado wakati mwingine yapo kwenye tafiti mbalimbali bado zinaendelea, tunaita gene therapy, ambapo mm -hmm. ni matibabu ya kurekebisha ile hitilafu iliyotokea mm -hmm. lakini mm -hmm. matibabu ambayo tunatoa ni dawa ambazo ni hydroxyurea ni dawa mm -hmm. za kumeza mm hizi -hmm. dawa zinasaidia kutengeneza aina fulani ya hemoglobin, ambao tunaita hemoglobin F yani ile ambayo mtoto anazaliwa nayo mm -hmm. Kwa hiyo ile hemoglobin F inachofanya inazuia hiki ambacho kinatokea ni seli zisishikane, shikane. Mm -hmm. Kwa hiyo inazuia asipate crisis mara kwa mara, lakini pia asipate upungufu wa damu wa mara kwa mara. Na katika hilo wakati tunarejea daktari, uh, kuna hili ambao wanasema kuhusiana na umri wa miaka kumi uh, na nane wale ambao wanaugua sickle cell inawezekana uh, akifika umri wa miaka kumi na nane, tafsiri yake ni kwamba amepona kabisa. hili likoje? uh, kwa kweli hizo taarifa sio za ukweli. ni kuna maneno mengi yanaongelewa sana mm mitaani kuhusiana na sikoseli mm -hmm. Lakini wengine wanasema hawatafika miaka kumi na nane, wengine wanasema ikifika kumi na nane anapona, lakini ukweli ni kwamba ule ni ugonjwa wa kurithi, kwa hiyo unakuwepo kuanzia mwanzo wa maisha yake mpaka uzeeni. mm -hmm. mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho katika matibabu ni cha kusisitiza sana kwenye jamii ni kuwashauri sana wagonjwa ambao wako mtaani, uh, wanatumia dawa. Dawa ambayo ni common tunaitumia ni folic acid, ni kama vitamin ambayo inasaidia utengenezaji wa damu. Lakini dawa ya hydroxyurea ni dawa ambayo imekuwepo kwa miaka mingi, lakini bado kwa nchi kama hizi za kwetu wagonjwa wengi hawatumii hiyo dawa, ambayo ni dawa muhimu sana kwa mgonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo mgonjwa wa sickle cell anatakiwa awe anakuja kliniki kumwona daktari, lakini pia akitumia hizi dawa za hydroxyurea zinamfanya anakuwa na afya nzuri. Kwa sababu wazazi wengi mtaani wanaogopa maumivu yale tunazoita crisis. Kwa sababu mtoto ana scream na pain, anaumia. Lakini ukiangalia kuna maumivu ambayo yana tunaita kama ni ya kimya kimya, yani damu inakuwa haiendi na hakuna maumivu kwa hiyo figo inaweza ikaharibika, yani vitu vinaweza vikawa vinaharibika kimya kimya. Inaathiri mfumo wote wa mwili kuanzia kwenye ubongo, wakati mwingine anaweza akapata stroke mtoto. mm -hmm. Akapata maumivu ya kifua na akashindwa kupumua, akapoteza maisha, au wakati mwingine akapata changamoto kwenye ini au figo. Kwa hiyo ni vizuri wagonjwa wenye siku so wakatumia hizi dawa kuna elimu, kuna, kuna, kuna ya namna gani ya kuishi ukiwa na ugonjwa huu wa selimundu, kwa maana mtindo wa maisha. uh -huh. ukiachana na kuja kliniki mara kwa mara lakini pia kutumia dawa vizuri uh -huh. anatakiwa tu apunguze uh, zile tabia hatarishi kama matumizi ya sigara, kwa sababu anajiongezea hatari ya magonjwa uh -huh. au pombe, lakini pia kula vizuri lakini tunawashauri sana wasikae wa maeneo ya baridi na, kwa sababu zaidi yanazidi kufanya kupata zile crisis. Lakini kingine ni kunywa maji mengi kwa siku kwa mgonjwa mm. mwenye sickle cell mm. na kwa wale ambao tu wanabeba vinasaba uh, ama kwao hakuna mwongozo wote. Uh, kwa hao ambao wana vinasaba hasa kwa vijana ni vizuri kujua status ya sickle cell ili kuweza kuvunja mzunguko wa sickle cell kwa, kwa maana kwamba unapopata mwenza hujue naye yuko katika hali gani? hmm. yani. Awali tulizungumza kwamba e, ili, ili azaliwe mtoto mwenye selimundu ni lazima wakutane wazazi wenye vina saba. Ikitokea mzazi mmoja ana hivyo vina saba alafu mzazi mwingine hana e, mtoto mtoto, mtoto ana nafasi ya kupata ugonjwa huo? Hapana. Ikitokea mzazi mmoja hana kina saba maana ake watoto watatoka ambao ni hawana kina saba na ambao wanameshikilia vina saba. Labda mm -hmm. Um, y ujumbe wako pia kwa uh, jamii na hasa familia kuhusiana pia na, na hili. Okay. Uh, mimi naiasa jamii hasa wagonjwa ambao wako na sickle cell na wako mtaani na wanatumia tu folic acid peke yake, na washauri waje hospitali tuanzishie matibabu ya hydroxyurea. Ni dawa nzuri ambayo inazuia changamoto yeah, zote za sickle cell kwa wagonjwa na pale Mwimbili tuko na wagonjwa wengi, na wengi wako vizuri, wanaendelea vizuri, wanatumia hydroxyurea. Ni dawa nzuri, inapunguza hizo changamoto. Kuna matibabu ambayo yanafanyika mm. pia katika Selimundu ya upandikizaji wa uloto. Bila shaka uh, hili likoje? Uh, upandikizaji wa uloto ni moja ya matibabu ya sikoto, lakini ni matibabu ambayo ni ghali sana, lakini vilevile matibabu ambayo yana yana mambo mengi, yanahitaji ujuzi. Kwa hiyo sio kwamba wagonjwa wote wanaweza kupitia hivyo, lakini pia upandikizaji wa uroto kwa watoto wenye siksel ni lazima apate mtu ambaye anafanania vinasaba na yeye, yani afananie vinasaba ili baada ya upandikizaji asipate zile complication. Ni salama kiasi gani? um, matibabu ya upandikizaji yana changamoto zake Uhum. Wakati mwingine unaweza kukuta baada ya upandikizaji unasema ni bora nilivyokuwa na sickle cell. Kwa hiyo sio matibabu ambayo nitasema ni tuna madaktari tunaweza tukasema tunakimbilia tu, kwa sababu kwanza ni gharama na kwa nchi kama za kwetu na tuna wagonjwa wengi, lakini pili ni matibabu ambayo yana pamoja ya na kwamba yanasaidia na yanaponyesha kabisa sickle cell, lakini yule ambaye anatibiwa anatikiwa awe na ndugu yake ambaye anafanania vinasaba, ili baada ya matibabu yaweze kuwa yaweze kufanikiwa kwa asilimia mia moja. Mm, kwa hapa nchini tayari tu, yanafanyika au uh, katika mataifa gani? uh -huh. Matibabu ya upandikizaji kwa wagonjwa wa sikoso yanafanyika katika hospitali ya Dodoma. mm. uh -huh. mm -hmm. Shukran sana daktari, asante uh, kwa kutujuza kuhusiana na hili na tunakutakia majukumu mema. Asante sana, shukran uh, naam. Tunakamilisha hivyo tukizungumza na Dkt. Koga Luhulla ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu hasa kuhusiana na uelewa wa selimundu na sikoso na tafiti ambazo zinaeleza uh, kuweka Tanzania bado katika nafasi ya mataifa ambayo uh, kuna ongezeko la uh, wanaoishi na vinasaba vya selimundu hapa nchini.